za mzunguko wa ishirini na sita ikiwa ni mechi za duru la lala salama, yani mechi za mzunguko wa mwisho ligi kuu ya NBC kwa msimu wa mwaka 2024 2025, ambapo kupitia shirikisho linalosimamia mpira wa miguu nchini Tanzania TFF wameweza kutoa ratiba kamili ya mechi za mzunguko wa ishirini na sita ligi kuu ya NBC. Mechi ya kwanza inatarajiwa kuchezwa siku ya Jumanne, yani Aprili 8 majira ya saa kumi jioni katika uwanja wa CCM Kirumba uliopo Mwanza, ambapo mwenyeji Pambajiji atakuwa akialika klabu ya soka ya Fountain Gate kutokea Manyara. Lakini mara baada ya mchezo huu kumalizika, tunaona siku ya Jumatano, yani Aprili tisa, kutakuwa na michezo miwili. Mchezo wa kwanza unatarajiwa kuchezwa katika uwanja wa Sokoine uliopo Mbeya, ambapo mwenyeji Ken Gold Football Club ambao kwa sasa wanajipapatanua kutoka kule katika mstari mwekundu yani wa kushuka daraja watakwenda kukutana na Tanzania Prisons ambao nao pia ni ya Mbeya, ambapo nao pia wapo katika nafasi za mwisho, nafasi ya kumi na tano, nafasi ya kumi na sita, ambapo mchezo huu utakwenda kuchezwa majira ya saa kumi na robo katika uwanja wa Sokoine uliopo Mbeya. Na mara baada ya mchezo huu kumalizika, tunaona siku hiyo hiyo ya Jumatano yani Aprili tisa kutakuwa na mchezo mwingine katika uwanja wa Jamhuri uliopo Dodoma, ambapo mwenyeji Dodoma Jiji majira ya saa moja usiku atakuwa akicheza dhidi ya wana Super nkurukumbi Kagera Sugar, ukiwa ni mchezo wa mzunguko wa 26 ligi kuu ya NBC. Na mara baada ya mchezo huo kumalizika, tunaona siku ya Jumatano ni michezo miwili pekee, lakini siku inayofuatia yani Aprili kumi, siku ya Alhamis, kutakuwa na michezo minne. Mechi ya kwanza itachezwa mapema tu katika uwanja wa Meja ya Jenerali Isamuyo uliopo jijini Dar es Salaam ambapo mwenyeji JKT Tanzania majira ya saa nane mchana atakuwa akicheza dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Namungo Football Club kutokea mkoani Lindi, na mara baada ya mchezo huo kumalizika, tunaona mchezo unaofuatia utakwenda kuchezwa katika uwanja wa Lake Tanganyika uliopo mkoani Kigoma, ambapo mwenyeji Mashujaa majira ya saa kumi atakuwa akicheza dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Tabora United kutokea mkoani Tabora. Lakini majira ya saa kumi siku ya Alhamisi ya Aprili kumi kutakuwa na mchezo mwingine majira ya saa kumi ambapo Mkwakwani e pale Tanga e kutakuwa na mchezo wa Coastal Union dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Singida Black Stars kutokea mkoani Singida, ambapo Coastal tunaona mara baada ya uwanja wao kufanyiwa marekebisho wanarejea tena katika uwanja wao wa itakwenda kuchezwa kuanzia majira ya saa kumi dhidi ya Singida Black Stars. Na mechi ya mwisho yani apili hiyo kumi m itakwenda kuchezwa majira ya saa moja usiku ambapo mwenyeji Azam Football Club atakuwa akicheza dhidi ya kikosi cha timu ya soka Young Africans, mabingwa mtetezi wa kombe la ligi kuu ya NBC, ambapo hii ni derby ya Dar es Salaam. Ikumbukwe mechi ya mzunguko wa kwanza Azam waliweza kuifunga klabu ya soka Yanga bao moja kwa sifuri kwa ni mechi nyingine, uh, Azam na Yanga wanakwenda kukutana. Je, Azam ataweza kulipa kisasi kwa kumfunga klabu ya soka ya, uh, uh, uh, ya, ya... lakini mara baada ya mchezo huu kumalizika, tunaona mechi ya mwisho ya mzunguko wa ishirini na sita inatarajiwa kuchezwa mwezi wa tano, yani Mei 11 2025, katika uwanja wa KMC, KMC complex uliopo jijini Dar es Salaam, ambapo mwenyeji KMC Football Club atakuwa akicheza dhidi ya kosi ya timu ya soka ya Simba. Kwa hiyo tunaona mechi ya Simba yeye itakuwa mwezi Mei, kutokana na kwamba Simba yeye, wakati wenzake wanacheza mechi za mzunguko wa ishirini na sita, yeye yupo kimataifa katika mechi ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya kosi ya timu ya soka Almasiri. Kwa hiyo yeye mechi yake ya mzunguko wa ishirini na sita, Simba dhidi ya KMC inarajiwa kuchezwa mwezi wa tano E majira saa kumi jioni katika uwanja wa Kems complex dhidi eh ya mwenyeji ambaye ni KMC. Tuambie nola comment Kopanduwa kwa upande wako katika mechi za ya mzunguko wa 26. Je, ni mchezo gani ambao unausubiria kwa hamu?